Tunakuombea katika jumba hapa fuwtevipi kuwadhibiti hawa wachawi wanaweza kudhibitiwa, lakini kuwadhibiti kwake ni kazi kubwa sana na mimi ningekushauri, kama vipi achana na swala niachana nayo vipi wakati vijana tupo kuweza kulifanya hili swala? Subiri kwanza tuone nguvu zao Nde. tuone nguvu, nguvu yao ya wakati watu wanateseka, au na wewe umo? Hapana, subira yavuta kheri, na unapokuwa unasubiri mambo mazuri yatatokea. Lakini kwa sababu wewe unataka kujua nguvu zao Nde. zilivyo mimi nitakupa kitu uende ukaweke kisimani sawa sawa. Ukishakiweka kisimani, matokeo yake utayaona, mzee Chalwe. Mimi niko vitani, ninahakikisha vita hii nitapambana nayo mpaka kieleweke, ha. Asante sana. Hiyo nenda kaweke matokeo yake utayaona. Nina hakika nitalisimamia vizuri. Usiwe na wasiwasi mzee Chalwe. Asante sana. Asante.

afadhali tumekutana na mtu. Wewe unajiuliza kuna tatizo gani? Ela, unajua nini ukifanya kisimani wewe. Maana tulikuwa tunakutafuta kweli. Mna shida gani? Ndete, mbona siwaelewi. Mimi nilifanya nini sasa? Wewe mama, mimi huwezi kunikomesha hata siku moja. Wakomesheni hao wapumbavu wenzenu sio mimi. kiiweleshu hapa ni damu yetu sisi. Na hivyo wewe pumbavu wewe. Wewe mama wewe. Wewe, wewe ni utakuja kufa siku sio zako wewe. Mimi siwezi kufa siku zangu. Yaani muangalie. Muangalie wewe. Mtu mfupi. Yaani wewe hichi ulichokisha ulichokichokoza utajuta katika maisha yako. Wewe umekuwa mna namna nene kama mkate yako chai tunakuingiza unapoingiza kwenye chai unalainika lai. Lai utanisumbua nini wewe pumbavu? Ngongo. Pumbavu wewe. Mtu mfupi. Kama bibi yako mzee baba yako. Na wewe pia bibi yako mzaba. Toka hapa bwana wewe. Uyoga, uyoga. Ukiutafuna unanoga mpumbavu wewe. Toka hapa, ndefu zake zimesimama, si unaweza sema ngedele aliyoachwa na mama yake liangali. Mtu mfupi. Toka hapa, utanichezea mimi kidewele eti uchawi, uchawi. Mimi hapa kidewele uchawi nikuta hata siku moja, mchawi mkubwa wewe. nitakufa kijasiri kwa ajili ya Mungu nitawapiga vipara wote nitawanyoa wajinga nyinyi Mambo haya yamewakuta watu wengi sana, tena yamewakuta watu wengi bila kujalilika umri. Yanawakuta tu mwanamke, yanamkuta mwanamume, yanamkuta mtoto, yanamkuta mkubwa naye yanamkuta. <laughs> hatari sana, pole. Lakini pia umeniambia kwamba leo utakuwa huondoki, utakuwepo hapa hapa na hii ni kwa sababu mnaofia vitisho vya wachawi sawa, lakini sijui hapa tutatosha kweli. Mimi nitalala hapa, baadhani kuogopa dhuba tu na siondoki popote, talala hapa na watoto wangu. Eh, mimi nitarudi nyumbani, ila nitashinda na katope. Kama mnavyojua katope haiko sawa, Mzee Chalwe. Kwanza, mimi naomba unipokee, unipokee kwa sababu niliyoyaona huko ni mambo makubwa. Mm -hmm. Nimeona mambo makubwa sijawahi kuyaona hata siku moja. Nikae hapa nyumbani kwako japo siku tatu tu, mm -hmm. Niondoke kwenye mji huu. Huu uh, sio mji, sio mji sio mji kabisa, yani sio mji wa kukaa binadamu. Huu ni mji wa kukaa wanyama. Binadamu kama mimi siwezi kuishi kwenye mji huu mm-hmm. Sawa, mimi ninaona tufanye jambo la kuweka kinga, kinga hii iwe kwenu na kwa watu wote, lakini kwa swala la kutoka, hilo swala haliwezekani, gumu kwa sababu hapa kijijini wameweka kitu ukitoka tu unakufa. Ah, jamani tumeshapanda mtumbwi wa vibwengo huu. Uh, uh, ni mtumbwi wa vibwengo jamani, tumeupanda tena, ulivyofika kati na ukatoboka kabisa. Hey, kibwengo amepanda ndani ya mtumbwi, katoboka wa mtumbwi, watu wamezama, kibwengo huyo anabebea, kuna nini kwa? Mbona haupo sawa? unasumbuliwa na nini? ni kweli siko sawa, kumchaya. wazee wa kijiji hiki wakiongozwa na Mzee Chalwe wananiambia niache madaraka na vyote nilivyokuwa navyo, wakidai kwa mimi ni mtumwa wa chama. hilo aliwezekana, tutume jambo na sisi tutatekeleza. Hawa sasa hivi sio wenzetu, wanataka kukupindua tu. naungana na zipuli kiongozi, nami nipo tayari kukiteketeza kizazi cha nyoka. ni kweli nyote mko sawa ila baba yangu aliniambia kuwa ukitaka kushinda vita basi mfanye adui yako kuwa rafiki na umpende. Sio uongo, ni kweli. Tutumia maarifa vita hii tutashinda. Vipi dada zangu, mbona mweleweki maana mara huku mara kule eh? Yaani, kaka angu, we acha tu, toka asubuhi tunagaika kutafuta maji, visima vyote vimekauka, wakati juzi maji yalikuwa mengi, sijui hata kimetokea nini. <laughs> dada zangu, hiki kijiji kina laana, tena hatari, wachawi wamekausha visima vyote, maji hayapatikana, lazima mwangaike nyinyi. Hapa sehemu sio mahala salama pa kuishi. Asa tutaenda wapi wakati tumezaliwa hapa? Sawa sawa, ngoja niongee na wazee tujue cha kufanya. Kikubwa tuombe dua, sababu imefikia wakati watu tunalala usiku wanatutisha tisha. Wewe utasikia tu. Utasikia tu. Wewe unafikiri maisha gani haya? Sasa ni maisha magumu, nyinyi itakuwa milogwa nyinyi. Sasa mimi lazima nihakikishe hapa kijijini. atimbe tekelo tekelo, unafanya mchezo milogo na nyinyi. Hii ni hatari, au ndio mnakaa kaa tu kama msiojulikani? Huko amujui, huko amujui jamani, eh? mm. yeah, lakini huyu kaka anaonekana ameongea maneno ya msingi sana, ndugu zangu mm. mm -hmm. ni kweli kabisa lakini sasa tunafanyaje Tunaenda kuchukua maji au tunarudi tulikotoka? hmm. Hilo sio la kuuliza yani, tangu asubuhi tunaga kutafuta maji alafu turudi bila maji haiwezekani, yani mpaka tunahakikisha tunarudi na maji. Tuendeni tukaangalie na kule mbele. Ay. Kiongozi wetu Abunaya, leo tumekuja kukueleza jambo muhimu sana ambalo linakusumbua wewe, akili yako linakusumbua wewe pamoja na wanakijiji wako hapa hapa kijijini unaweza kuniambia ni jambo gani? Inasikitisha kiongozi, inasikitisha sana. Mimi na ndete tumemwona kidelewele kwa macho yetu mawili, tumemwona akitia dawa za kichawi kwenye visima vya maji, dawa za marogi, dawa za kichawi kiongozi, ametia kwenye visima vya maji. Na ndio maana kiongozi, kuna tatizo kubwa sana la maji hapa kijijini. Kidewele ametia dawa katika visima vya maji amekausha maji yote, ili mradi wananchi wa kuchukuao kwa kukosa maji, na ndio maana kuna tatizo kubwa sana la maji hapa kijijini. Asante sana kwa taarifa. Ina maana mimi na watu wangu wa Kumba Mazingara tunapata shida ya maji hapa. Kumbe huyu nyau Kidewele ndo kaenda sokomokoili. Nitajua ni cha kufanya. Asante kiongozi. Kidewele! Mzee Chalwe, mzee Chalwe, mzee, nilikuamini sana, lakini nimeanza kupoteza uaminifu wangu kwako. Kwa nini? Alafu leo ninavyokuona na kuona una jazba kubwa sana, nini kimekupata mwanangu? Kumbe na wewe ni mchawi, si ndio? Yani umenipa dawa kwa ajili ya wachawi nikaweke visimani, kumbe kinyume chake ni dawa ya kukausha visima. Sasa umenitupia zigo la miba. Ah, hapana hapana kabisa! Kwanza mimi siwezi kufanya hivyo, mimi ni mtu wa Mungu, tena ninamuogopa Mungu sana. Ile ilikuwa dawa ya kawaida tu. Wewe mzee muongo, nahisi unahusika kwenye hili. Sasa kawaambie wachawi wenzio, mimi ninaenda kumchukua Tekelo ili aje kutoa uchawi hapa, na sihitaji ushauri wa mtu yoyote. Sawa? <laughs> Tekelo, Tekelo! Anga, pamoja na yote hayo nimetoka kumpa makavu Mzee Chalo anajifanya mwema, kumbe na yeye ni mchawi tu. Kwa nini mchawi? Sawa sawa, sawa sawa. Yeye mimi amenipa dawa nikaweke kisimani kwa ajili ya kuwazuia wachawi wasifike, matokeo yake visima vyote vimekauka. Ndugu yangu, hebu kamwombe lazima Mzee Chalo, kwani yeye ausiki na hili? Wewe mtoto mdogo ana hawezi kujua kitu Season, watu wa, hakuna cha kumwomba radhi hapa. Mimi nitahakikisha lazima nikamchukue tekelo ili aje hapa kijijini aje kusafisha uchawi wote n yani kusibaki takataka yote hapa kijijini yangu hii. Bwana usifanye, hebu jaribu kukaa chini, fikiria kwa makini, alafu jibu utapata. Tekelo atela naye Hakuna cha kufikiria, mimi maamuzi yangu ndio hayo, sababu haiwezekani kila siku watu wanazungumzia maswala haya. Nitahakikisha hili swala lazima liwe sawa hapa kijijini. Niunge mkono ndugu yangu kwa hili, wewe mi ndo ndugu yangu ujue mimi. Hey, sasa nani hey? Tena mwingine wa kumpata? Nakataa hapa. Mbwi motoka, mbwi motoka, mbwi hey, nikuunge mkono mimi hey? Kwenye maswala ya uchawi baba, uchawi unauma. Uchawi wewe ujui, uchawi unauma, usifanye masiala Yaani, wewe ukilogwa, ndo utaujua uchawi ni kitu gani. Sasa wewe mimi, hiyo swala haiwezekani? ni hatari. yaani mamba yani bamba mechoma mdomo, alafu unapeleka kicha nini? <laughs> kung'atwa iviunawa sasa mimi ning'atwe, niumie ni kwa eh, eh. sababu <laughs> <laughs> <laughs> ya <laughs> ndugu yangu sikuelewe, ujue au <laughs> na we uko kwenye msafara huo wachawi wewe ndio nilikutegemea mimi uniunge mkono. Huyu bwana huyu hata simwelewi. Huyu wana Kibinda hapa kuna jambo nataka nikuambie. Hili jambo ni katika kumnusuru mkeo, lakini jambo lenyewe linahitaji ujasiri. Sasa sijui kama utaliweza. Mtajitahidi kumwokoa wa mkeo wangu? Ni kweli. Hapa kinachotakiwa bwana Kibinga, hapa kijijini, uondoke uende Itindiga kwa mfalme wa wanyama. Ukifika kule, uende ukamkabidhi huyu mbuzi kwa simba, halafu wewe urudi hapa kijijini. Ukishafika hapa, uende kule kule kisimani, kulikotokea tatizo la mkeo. Umenielewa vizuri? Hivyo ndo unavyotakiwa kufanya. Mm. Mm. Oh, kwangu mtihani, mtihani pajaharibika kitu. Ukiona kwamba kwako wewe ni mtihani, basi kazi hii mtume mwanao wa kiume, ili yeye aifanye hiyo kazi. Unasemaje mii? Ah. Ah. mtoto wa kiume, sina watoto akikaatubu. Ah, hilo lakini naona bado pia hapajaharibika jambo. Sasa unachotakiwa kufanya, hawa watoto wa kike mmojawapo umwozeshe na huyu mkweo, huyu anatakiwa awe na nyota ya simba. Ukishampata huyu mkweo, basi uniletee mimi majina yake matatu, ina maana la kwake, la baba yake, na la babu yake na hapa kijijini mwenye nyota ya simba ni mmoja tu. Basi baadaye tumwangalie kama anaweza kufanya hata jambo hili, umenielewa? Uh, mimi nitakaa nao ntajadili, hawakosi hawa, hawakosi hmm, akukosa. Sawa, yeah. Sawa kabisa. so, so, <laughs> Mzee Chalwe, naam, nilikutana na Bwana Kidewele eh. Eh, bado yeye ana dhamira yake ileile ile ya kutaka kwenda kumchukua tekeo hmm. Ili aweze kuja kutoa uchawi aai, sasa sijui itakuwaje mwanawake. Kuna waswahili wanasema e, kila mchuma janga atakula na watu na ndugu zake, lakini katika hili atayaona mwenyewe eh. Au kama mnaona vipi, muungeni mkono ah. Bana wewe, ya kwangu mimi ananishinda, siwezi nikabeba mzigo wa, wa mwenzangu mimi haka mimi mm. mm -hmm. mimi naona katika haya mambo ya kumwita tekero na nini mm. tuyaache kwanza. Sawa, fateni hili nililowaambia, hili lina umuhimu sana mzee mwenzangu, umenielewa mm -hmm.